Kikosi kazi cha Azam TV bado tumekita kambi hapa Ismailia ambapo Simba Sports Club mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni atakuwa na kibarua kizito kwelikweli kweli kwenye michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Simba atafaana na timu ya Al Masri siku ya tarehe mbili ya mwezi wa nne. Kwa sasa moja kwa moja na kwenda kuungana na mratibu wa klabu ya Simba, Abbas Ally ambaye ametangulia hapa Ismailia na kuja kuyatazama mazingira lakini pia kuandaa eneo ambalo wa Simba watafikia. Tusikie kile ambacho basi, ana Abbas anakizungumza. Abbas, nataka nifahamu, uh, ni kipi ambacho kimekusukuma uh, ukaichagua hoteli ya Tolip, uh, kuwa ndio eneo ambalo Simba wamefikia hii leo? Ya, kimsingi kwanza ni sehemu tulivu na sehemu mwanana, lakini kama unavyofahamu mechi haichezwi katika mji huu e, mechi itakwenda kuchezwa kwenye mji wa Suez Street, lakini Suez City ni mbali kidogo kutokea hapa, kwa sababu ni mwendo wa risari moja na nusu, lakini mazingira ya Suez City kidogo si rafiki, kwa sababu kipindi hiki tunaelekea kwenye kipindi cha sikukuu na kama unavyofahamu hii ni nchi ya Uislamu typical, kwa hiyo mahoteli mengi yamekuwa yako full booked

Zitaji kwa ajili ya ya maandalizi ya mchezo huu ni ni rafiki kiasi gani kwenu? 100% ni rafiki wa kiasi kikubwa sana, ni sehemu ambayo kwa naifahamu, lakini facilities zote gym ice swimming, lakini tuna swimming pool na vitu vingine vyote vya kuwafanya wachezaji wawe tayari kwa ajili ya maandalizi ya mchezo almasi unaotujia <laughs> <laughs> Naam, kama ambavyo unashuhudia niko na rafiki yangu hapa ambaye nimempata hapa hapa Ismailia, uh, kutoka katika mji wa Ismailia nchini Misri. Mimi Hassan Ahmed wa Azam Sports.